Lile swala sasa la watu kutaka kujifungua wakatafute boti ilipo waende upande wa pili, sasa tutamaliza hapa hapa, watu watajifungua, na hata wale wanaohitaji upasuaji utafanyika hapa hapa. Ndugu zangu, mkaniambia swala la barabara. Mgombea wa wakilishi kasema ilikuwa watu wanatembea hapa sasa hivi tukasema tutajenga barabara katika kisiwa chote hichi. Ilikuwa kuna njia tatu za kujenga barabara, aidha tujenge za lami au tujenge za vitofali au tujenge za zege. Wakatuambia wataalam kwamba za lami zitakuwa tabu kwa sababu lami kuisafirisha kutoka kule mpaka hapa itakuwa imesha ganda. Kabaki njia mbili, aidha vitofali au zege. Wakaanza kuweka vitofali, nikasema ah sisi haturidhiki na vitofali, tunataka za zege. Tumeshamwambia mkandarasi, ameagiza vifaa vinakuja, tujenge barabara za zege. Kisiwa kizima hicho kitakuwa kina barabara za zege. Sasa hivi kati ya Uvuvini, Jongoe, Gomani itakuwa ni kuteleza tu na barabara za zege. Ndugu zangu, kuna swala la gati. Gati hii ni changamoto kubwa sana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 lakini hata pale ambapo watu wanahitaji kupata huduma za tiba, kabla hospitali haijafunguliwa waweze kupata huduma za tiba kwa haraka.